Uh, hello watazamaji wetu wa KingoFarm. Uh, leo nimewaletea namna ambavyo unaweza ukapunguza gharama ya ufugaji uh, kwenye upande wa chakula pamoja na vitamin au booster ya kuku kwa kutumia mmea wa mgomba. Mmea ule wote wa mgomba kuanzia majani ndizi zenyewe maganda yake, kila kitu yani. Mmea wa mgomba ni mmea ambao tunautumia sana kwenye kuku kwa ajili ya kupunguza gharama, kwa sababu vile vitu vyote ambavyo vipo kwenye mgomba huwa vina uwezo mkubwa sana wa kuwapa kuku virutubisho mbalimbali ambavyo ni muhimu sana kwenye miili yao. Nadhani huu mmea wa mgomba, maeneo mengi sana unapatikana, mtu yoyote anaweza akaupata na akautumia. Sasa, nisikilize mpaka mwisho, jinsi ambavyo utatumia kitu kimoja kimoja cha pale kwenye mgomba na ukapata matokeo mazuri kabisa kwa kuku wako. Aa, na huu mgomba unatumika kwa kuku aina zote kama ni kuku wa nyama, wa mayai, kienyeji na kadhalika. Kuku wote unaweza ukautumia na ukapata matokeo chanya. Aa, sasa tukianza kwa upande wa kuku wa mayai au kuku ambao wanataga. Hapa ninapozungumzia kuku wanaotaga namaanisha kuku yoyote yule ambaye anataga, anaweza kuwa kienyeji, anaweza kuwa layers au chotara au broiler kama atakuwa anataga. Jinsi ambavyo utautumia huu mgomba. Aa, kwa kuku ambaye anataga, mara nyingi sana tunatumia Uh, yale majani ya mgomba yale ambayo yana rangi ya kijani kabisa. Uh, haya ma, tunatumia majani yale ya mgomba lakini vile vile kwa kuku wanaotaga tunatumia lile toto la ndizi, toto la ndizi wengine wao wanaita moyo, sijui moyo wa ndizi, sijui lile dude ambalo lipo kama moyo lile, lile sehemu ambayo sasa ndizi ndo huwa zinatoka pale, kwa hiyo hapa huwa tunatumia lile toto la ndizi au majani ya mgomba japokuwa hata mgomba wenyewe unaweza kuutumia lakini huwa tupendelei sana kuutumia kwa sababu kwa kuku wanaotaga huwa kama vile unawaongezea chumvi. Wakila ule mgomba wenyewe huwa wanaharisha sana, ndio maana hapa kwa hawa kuku wanaotaga tunatumia sana sana jani uh, lile pamoja na lile, lile, au toto la ndizi. Tunatumia haya kwa sababu au uh, hivi vitu viwili kwa sababu ndio vina uwezo mkubwa sana wa kuchochea utagaji wa mayai ambayo yatakuwa ni mazuri yenye ubora, lakini vile vile yatakuwa na kile kiini cha njano. Watu wengi wao wanauliza utapataje yai ambalo lina kiini cha njano? Sasa ukiona kuku wako kila siku anataka mayai meupe, basi jaribu kuwawekea haya majani ya, majani ya mgomba au toto la ndizi. Pia unaweza kuweka vyote kwa pamoja ah, hapa kwenye majani lile jani la mgomba unaweza ukawawekea wakadonoa wenyewe wakala, au ukalisaga kisha ukaweka kwenye maji yao ya kunywa. Hii dozi huwa inaenda kwa muda wa siku tatu nne mpaka tano inategemea na upatikanaji wake, kwa sababu ile halina madhara yoyote yale ah, lakini vile vile ukija kwa upande wa ile totola ndizi au moyo pia na lenyewe huwa tunalichukua tunakatakata, kila kitu ambacho kinapatikana kwenye lile la ndizi, usije ukatupa vitu vingine. Hapana, unakatakata lile la ndizi lote, unaliblend kwenye blenda au unatwanga kwenye kinu, kisha unaweka kwenye maji yao ya kunywa. Na hii dozi ni hivyo hivyo, unaweza kuwapa siku tatu, nne, mpaka tano. Ukifanya hivi kuku wako watataga mayai ambayo yanagamba gumu, lakini vile vile yana kiini cha njano na wataongeza ile spidi ya utagaji. Kama kwa siku ulikuwa ukiokota maybe mayai kumi, basi unaweza kuokota zaidi hayo mayai kumi yanaweza yakawa kumi na tano. Inategemea na idadi ya kuku wako na vile ambavyo walikuwa wakikupa matokeo. Kwa hiyo ukifanya hivi, utaona matokeo mazuri ndani ya hizo siku tatu mpaka tano, wewe mwenyewe shambani kwako. Aa, lakini vile vile, tuna upande wa chakula. Kwenye chakula chao cha kuku unaweza ukaweka pia hivyo vitu kwenye chakula. Lisha kwenye maji lakini kwenye chakula unaweza ukaweka. Aa, pia sana sana kwenye chakula huwa tunaweka sana sana maganda ya ndizi. Ule unga wa maganda ya ndizi au ukiweza kulianika ile toto la ndizi likakauka vizuri basi na lenyewe unaweza kuliweka kwenye chakula. Kwenye chakula, inategemea na formula yako ipoje au formula yako wewe ni ya kiasi gani. Ukishajua formula yako ni ya kiasi gani ndio utajua haya maganda ya ndizi au unga wa maganda ya ndizi au unga wa ile totola ndizi uweke kiasi gani kwenye kile chakula chako. Aa, kwa wale ambao wanatumia vitabu vyetu, nadhani wameona pale kuna kipengele huwa tunaweka unga wa maganda ya ndizi, tunaweka kilo kadhaa kwenye mchanganyo mzima ambao ule tumeutengeneza. Ule ile kilo zinaendana na ule mchanganyo mzima ambao tumeuweka pale. Aa, kwa wale ambao hawana vitabu vyetu basi unaweza ukanunua vitabu vyetu. Sisi tuna vitabu ambao vina miongozo mbali mbali ya ufugaji, kwenye upande wa kutengeneza chakula, miongozo ya kuwalea kuku pamoja na tiba mbalimbali za asili, booster za asili na kadhalika. A, tuna kitabu ambacho kinaitwa tiba za asili za kuku. Humo ndo kuna tiba za magonjwa yote, kinga za magonjwa yote pamoja na busta na vitamini mbalimbali za asili. Hiki kitabu ni kizuri sana kwa wewe mfugaji, kwa sababu kitakupunguzia gharama ya kununua madawa, vitamini, busta, chanjo, chanjo na kadhalika. Kwa hiyo hiki kitabu pia tunacho. Tuna, tuna, tuna KingoFarm, kitabu cha tiba za asili. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji kwa ajili ya miongozo ya kuwafuga kuku pamoja na formula mbalimbali za kutengeneza chakula. Pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji lakini pia tuna kitabu cha uh, ufugaji wa broiler lakini vile vile tuna kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki kinakupa ratiba ya kutumia tiba za asili, booster za asili na vitamini za asili pamoja na chanjo za asili, kila siku. Kimekupa ratiba kabisa, kama unampokea kifaranga unaendelea naye mpaka anakuwa kwa kutumia tiba za asili kitakupunguzia gharama kubwa sana ya kununua vitu vya dukani na na na na lakini, vile vile kitawafanya kuku wako waweze kuwa na afya bora na wasishambuliwe na magonjwa yoyote yale. Kila kitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi. Ukilipia hiyo shilingi elfu kumi, kitabu chako unatumiwa papo hapo softcopy kwa kwa njia ya ya WhatsApp au kama una email, utatumiwa kwenye email kwenye yako. Aa, vitabu ni vizuri sana, vitakusaidia sana, vitakusaidia kwa wewe mfugaji. Aa, mfugaji wa kuku hile, aina kuku aina aina yoyote ile ukitaja aina ya kuku unaowafuga na changamoto unaoipitia basi tutakuelekeza uchukue vitabu gani ambao vitaweza kukusaidia. Uh, kumbuka gharama ya kila kitabu ni shilingi elfu kumi, lakini vile vile tuna fomula mbalimbali za kutengeneza chakula. Kama unafuga vijogoo tuna fomula ni elfu tano. Kama kuku wa kutaga labda unaona hawatagi, unahitaji tu fomula ya chakula, ipo ni shilingi elfu tano. Lakini vile vile kama unafuga chotara ndani ya muda wa miezi miwili ili uwauze kwa ajili ya nyama, tuna fomula pia na yenyewe ni shilingi elfu tano. Lakini pia tuna kundi la mafunzo ya ufugaji. Tuna kundi la WhatsApp ambalo linatoa darasa. Na kama una maswali unahitaji ushauri labda ufuge vifaranga gani na ufugeje, unajiunga kwenye hili kundi la mafunzo ya ufugaji. Ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Ukilipia hiyo elfu nane tunakuunga kwenye kundi, lakini vile vile kama una maswali ya ufugaji, utauliza tutakujibu. Kama unahitaji hizi huduma, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Uh, sasa tukiendelea na somo letu la huu mmea wa mgomba, mwanzo kabisa nimezungumzia kwa kuku wa mayai, lakini tukija kwa kuku wa nyama, uh, kwa kuku wa nyama tunatumia sana sana sasa yale maganda ya ndizi. Maganda ya ndizi ninayoyazungumzia hapa ni ndizi aina yoyote ile. Haa inaweza kuwa ndizi mshale, sijui ndizi sukari na kadhalika, lakini pia ndizi hiyo ikiwa imeiva au ikiwa mbichi, mradi tu liwe ganda la ndizi. Kama imeiva au mbichi, vyovyote vile, huwa tunatumia sana sana haya maganda ya ndizi, lakini ukipata hata ndizi yenyewe kama uta, utaweza kuipata hata ndizi yenyewe, sio vibaya, na yenyewe unaweza ukawapa kwenye maji yao ya kunywa. Kwa vile huwa tunatumia sana sana sana kwenye maji yao ya kunywa, ukiona ganda la ndizi, basi unaweza ukaliokota ukalisafisha vizuri kabisa, ukaliblend ukaweza kwenye maji yao ya kunywa. Vile vile ukipata ndizi labda kama ita, itawezekana, lakini sio lazima, kama itawezekana ukapata ndizi ambayo hauitumii pia unaweza ukablendi ukaweka kwenye maji yao, lakini muhimu sana ni lile ganda la ndizi, huwa lina virutubisho vingi sana, lina fibers, lina madini mbalimbali ambayo ni muhimu sana kwenye ukuaji wa kuku, inawafanya kuku waweze kuwa imara, waweze kuwa na nyama nyingi, lina vitu vingi sana ambavyo ni muhimu sana kwa kuku. Kwa hiyo haya maganda ya ndizi ukiyapata Ah, yatakusaidia sana kwa hao kuku ambao unawaandaa kwa ajili ya nyama. Unaweza kuweka kwenye maji kama nilivyoelekeza lakini vile vile unaweza kuweka kwenye chakula. Kama ni kwenye maji ukipata maganda ya ndizi ambazo ndizi ni kubwa kubwa walau maganda saba mpaka kumi, unaweza ukaya blend vizuri kaweka kwenye maji lita kumi, ukawapa wakanya. Ah, sasa ukiachana na maganda ya ndizi kitu kingine ambacho kinatumika kwa hao broiler ni maj, maj, majani yale ya mgomba, yale majani ya mgomba unaweza ukawapa wale broiler wako wakadonoa au kuku wako uchotara ambao unawaandaa kwa ajili ya nyama ukadonoa au ukayasaga yale majani ya mgomba ukaweka kwenye maji yao ya kunywa. Yeah. Lakini vile vile, kama ni kuku ambao wanatembea nje sana sana, unaweza ukawakatia katia vile vipande vya mgomba na wakawa wanadonoa wakala hivi. Tunapenda sana kuwapa kuku ambao wanatembea nje kwa sababu, uh, huu mgomba wenyewe huwa unakuwa una asili ya chumvi nyingi sana. Kwa hiyo ukiwapa kuku ambao wamekaa ndani wanakula tu kile chakula cha ndani, ile chumvi inaweza ikawaletea madhara wakawa wanaharisha sana. Ila wa kuku wanaotembea nje huwa wanakula vitu vingi huko nje vinaweza vikasaidia kudizovu chumvi, lakini wanakuwa wamesha izoea sana, kwa sababu huko nje wanakuwa wanakula sana vitu ambavyo pia vina asili ya chumvi au majani mengi ambayo pia yana asili ya chumvi. Kwa hiyo hapo haitawasumbua kabisa. Kama unahitaji huduma ya kujiunga na kundi la mafunzo, vitabu au fomula, chukua na papo kwenye video, na utupigie, lakini hakikisha unakuwa serious ili uweze kulipia na uweze kupata huduma hiyo.